Mungu wangu, kama ningejua mapema. Huyu ndiye mwanaume ambaye atakusaliti sio kwa sababu hakukupenda, sio kwa sababu alikuchukia, sio kwa sababu alikuwa na mpango la hasha. Atakusaliti kwa sababu nafasi ilikuwepo. Huyu ndiye mwanaume anayesema haikuwa mbaya, ilitokea tu, nilikuwa nimelewa, sikutaka, ilijitokeza. Nataka niseme kitu ambacho wanawake wengi wanaogopa kusema kwa sauti. Hakuna cheating inayotokea bahati mbaya. Hakuna, hakuna, hakuna. Kila tendo linapitia akili, kila tendo lina nia, kila tendo lina mipaka, kila tendo lina uamuzi. Hata ukisema ulikuwa umelewa, ulijua. Ulikuwa na mpenzi, ulikuwa na kampuni ya simu, ulikuwa na uwezo wa kusema hapana. Lakini opportunist hana hapana ndani ya mwili wake. Hana mizizi ya uaminifu, hana nguvu ya maamuzi magumu. Yeye anafuata upepo, na ikiwa upepo unavuma upande wa tamaa, basi huko ndipo roho yake inatupwa. Nilipokutana na opportunist, niliona mwanaume mtulivu, mpole, anayejali, asiyefanya drama. Hakuwa mkali kama narcissist, wala hakuwa wa kuonyesha ego nyingi, hakuwa mtu wa ugomvi. Lakini kumbe tulivu sio salama. Tulivu anaweza kuwa hatari zaidi kwa sababu unakosa kuona tetemeko kabla ya maafa.